Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu. Na rehema na amani zimfikie role model wetu Abul Qasim. Madhumuni ya mazungumzo haya, siku za hivi karibuni tumemshuhudia bwana Gachagua katika mazungumzo aliyozungumza. Akataka kujua Qur'an inasema nini kuhusu uongozi. Qur'an inatuhimiza viongozi wawe waadilifu, viongozi wasimame na haki, viongozi wajue uongozi ni amana wala si fakhari. Wataulizwa kesho siku ya Kiyama kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyinyi nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa juu ya uchungaji wenu. Ni kweli, twajua alizungumza kisiasa na tunavyomjua ni mkabila lakini Uislamu umetuhimiza haki ikisemwa na yote yule tutaichukua. Kuna siku Iblis amemfunza Abu Huraira Ayatul Kursi, Mtume akamweleza Abu Huraira sadaqaka wa huwa kadhub, amesema ukweli japo mwenyewe ni Iblis, japo mwenyewe ni mrongo. Hatutoiwacha haki kwa sababu amesema fulani. Uislamu inatuhimiza viongozi tujue ni amana kwa Mwenyezi Mungu subhana, kwa viongozi wetu hasa wa Kiislamu na si wa North Eastern peke yake, hata maeneo ya kwetu, hata viongozi wa pwani na viongozi wetu kwa jumla, wajue uongozi ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu na wataulizwa juu ya uongozi wao. Uislamu uko mbali na corruption. Uislamu uko mbali na dhulma. Uislamu uko mbali na unyanyasaji. Tumependa kutumia kwa mazungumzo aliyozungumza bwana Gachagua iwe ni mfano kwa viongozi wetu wa Kiislamu wajue wataulizwa kuhusu juu ya uongozi wao, na yeyote atakayekosea, Uislamu haustahi kumrekebisha yeyote. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallama wasalama, lau sarakat Fatima laqad qata'tu yadaha Lau angeiba mke wangu Fatima e, binti yangu Fatima, ningeukata mkono wake. Huu ndio Uislamu, wala mtume hangerudi nyuma kwa sababu ni binti yake, angemsimamishia hadi angemsimamishia ange sheria ya Mwenyezi Mungu subhana. Kwa hivyo, bwana Gachagua, huu ndio Uislamu. Mazuri tutayachukua hata kwa yote yule. Viongozi mwajibike, viongozi mwogope Mwenyezi Mungu. viongozi ujue tutakuwa masuul kesho mbele ya Mwenyezi Mungu subhana. subhanak allahumma subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.